Leo nataka nikusaidie kitu kidogo kwenye eneo la ndoto. Hivyo najua kuwa ndoto unaoota inazidi kuwa mbaya kwa kadri kiwango cha usiku ulivyo, yaani, kwa mfano ndoto ya saa nane mpaka mita ya saa tisa na nusu huwa zinakuwa hatari sana na huwa zinatisha sana kilinganisha na mchana na asubuhi ama jioni, ama muda mwingine tofauti na huo. Kuna wale watu ambao wanajitahidi kupata usingizi, lakini mawazo yanawajia. Nataka ujue hivi, utafiti unaonyesha kuwa kuyafikiri mambo yajayo ndo kunamfanya mtu ashindwa kulala tofauti na kuyatafakari mambo yaliyopita. Ubongo unajishughulisha kuwaza itakuwaje, nini kitakuwa, ni ngumu ya kulala. Inadaiwa kuwa ndoto yako huwa ina maana zaidi kuliko maisha yako ya kawaida, yaani ufahamu wako kwenye ndoto ni bora kuliko huu wa kawaida na ndio maana hutakiwi kupuuza kitu chochote kuhusu ndoto unayoyota. Kuna watu wameharibu maisha yao ya kawaida kwa kupuuza ndoto kwa kudhani kwamba maisha ya kwenye ndoto ni maisha tu yanayotengenezwa na imagination na fikra za kawaida, kitu ambacho sio sahihi. Wewe wa kwenye ndoto ni muhimu sawa na wewe wa uhalisia, na naweza kuthubutu kusema ni muhimu zaidi ya wewe wa uhalisia, kwa sababu yule wa kwenye ndoto ana uwezo wa kuamua uweje kwenye uhalisia. Yani, iko hivi, ndoto ni kio cha mtu arooni, ili uweze kujijua ndani yako. Wewe upoje? Angalia ndoto unazoziota. Ukiona unaota ndoto za kibuzi, maana yake ufahamu wako ni mt, ufahamu wako ni mtupu, na ndio maana ubongo unatengeneza vitu vya ajabu ajabu. Jitahidi uelimike zaidi. Lakini ndoto yoyote unayoiota ambayo imekaa kwenye hali ya fumbo, hali ya kumbukumbu, hali ya mambo yajayo, huwa ina maana. Hakuna ndoto isiyo na maana, kila ndoto inayokuja, achana na za kipuzi kwa sababu ya akili kutokuwa na kazi no. Kuna zile ambazo mtu unakuta unaziota ambazo zinakuwa zimebeba fumbo fulani. Haijalishi umota hata masaa mawili, haijalishi ndoto ndefu kiasi gani, kila ndoto ina detaili ya muhimu ambayo unatakiwa kuijua na kuizingatia. Jitahidi sana kuandika ndoto baada ya kuiota na ndiyo maana ndoto inapewa heshima sana na baadhi ya watu, kwa sababu inaaminika ndoto ni sehemu iliyobeba moja ya hatima zetu na utu wetu wa ndani. Sasa ukitaka kujua kama ubongo wako au mawazo yako ya ndani ya ndoto ni powerful enough kuliko ya kawaida, basi lazimika kumtafuta jamaa anaitwa Director James Cameron. Huyu amekuwa maarufu kwa zile movies za kutengenezeka, yani fictions na kufikirika za Terminator, kuhusiana na kiumbe ambacho kinatoka katika wakati ujao, yaani kwenye future, kinarudi kwenye past kwa ajili ya kuja kumwangamiza mtu ama kuja kuleta uharibifu fulani ama jukumu fulani. Movie hizi zimempa umaarufu sana udirector. Ulimwengu mzima unamjua kwa sababu ya movie hizi na zimemwongezea uwezo wake wa kutengeneza movie zilizo bora zaidi. Lakini wazo la kutengeneza movie hizo unajua lilitoka wapi? Inadaiwa kuwa huyu jamaa aliota ndoto nzito kuwa kuna kiumbe wa maisha ya mbele, yani time traveler ambaye ametumwa kutoka maisha ya mbele ili kuja kumuua. Katika maisha sasa. Kumbuka yeye ni ndoto anaota. Alipotoka katika mtego mzito wa usingizi, akaja na idea ya movie ya Terminators. Kama vile kile kisa mnavyokijua kwamba yule robot muuaji anatoka kipindi kijacho anakuja sasa, alafu robot anisaidia ni Arnold Schwarzenegger, yani anakuja kwa ajili ya kusaidia ku save kile ambacho yule robot muuaji anataka kukiharibu kuki, kuki sasa, wazo la hii movie ambayo imetikisa ulimwengu ilitokea kwenye ndoto. Kwa hiyo ndoto yake ilibeba hatima ya jina la James Cameron na umaarufu wake dunia nzima. Na hivi juzi, baada ya evolution kubwa ya marobot duniani, akaongea akasema, niliwaambia, niliwaonya kwa sababu nilishawajulisha kwamba patakuja zama ambazo teknolojia itachukua, ita take over, lakini yote yametokea kwenye ndoto. Inadaiwa kwamba sio tu kuwa wewe kwenye ndoto ni bora, ila pia yale unayoyaota asilimia hamsini na mbili ya kutimia katika maisha yako. Utafiti hmm, unaonyesha ndoto inayodumu kwa muda mrefu ni ile inayotoa asubuhi. Ndoto inayotwa asubuhi huwa inadumu kwa muda mrefu ukilinganisha na zile zinazootwa midnight ama usiku wa manane. Wataalamu wanadhani na kudai kwamba ndoto inayotoa asubuhi kwa asilimia kubwa hutumia dakika 30 mpaka 40, na muda huo ndio huifanya kuwa ndoto inayodumu kwa muda mrefu zaidi. Sasa hivi unajua kwamba ubongo wako hauna uwezo wa kujitengenezea sura wenyewe wakati umelala. Hivyo basi nataka utambue, yeyote unayemuona katika ndoto, kuna mahala fulani ulikwishawahi kukutana naye, kwa sababu ubongo hauna uwezo wa kujenerate image ya mtu wakati umelala. Chochote unachokiona, kuna namna fulani umewahi kukutana nacho, either kwenye spiritual realm, yani kwenye ulimwengu wa kiroho ama kwenye ulimwengu wa kimwili. Natamani I wish somebody, kungekuwa na mtu ambaye angenielewa juu ya kile ninachokiongea. Kariri sura ya huyo mtu ambao unamwona kwenye ndoto hata wachoraji wanapochora kwa kutunga picha huwa wanabuni miondoko ambayo walikwisha kuiona, sio mtu mpya duniani. Yaani sio kuzalisha kitu kipya ama e, taswira mpya duniani hata kama utabadilisha badilisha baadhi ya organ lakini lile wazo walilonalo katika kuchora wameshai kuliona mahala fulani. Yani utamwona Terminator ama utamwona mm, predator kwamba ni, ni kama kiumbe fulani aliens, lakini la mikono kama mwanadamu miguu kama mwanadamu. Yani lazima tutarudi kwenye kile ambacho tumea kukiona. Kuna wale wengine mnaota watu lakini unakuwa umuoni sura, yani mfano unaota mtu ambaye anakuoa anakuwa na umbo fulani lakini sura yake hujamuona, yaani hujaiona kabisa ile sura yake. Sasa siku unakuja kukutana na mtu ambaye anakuona unakuja kugundua kwamba lile umbo ambalo yupo nalo ni lile lile la yule ambaye ulimuona kwenye ndoto ingawaji sura yake kuiona. So hivyo ndivyo eleven spiritual senses zinakuwa zimekwisha kuona mtu aliyebeba hatma yako. Kwa hiyo ulimwengu wa ndoto unapokuletea picha, jua kabisa hiyo picha ina uhusiano na maisha yako. Kuna namna, kuna namna, kuna uhusiano fulani na maisha yako, usiwai kupuuza. Kumbuka, ulishawai kuota kitu alafu ukaja kukiona kwenye uhalisia. Najua jibu lake ni ndio, kwamba umewahi kuota kitu alafu ukapata kama mazingira fulani, afu kaja kwenye uhalisia ukasema, ili eneo kama nimewahi kuliota hivi hapa ni kama napajua hivi, si ndio? Na kama umewahi kufanya hivyo, sasa hivi ni follow, follow, like, like, alafu nitakwambia kitu. Sayansi inadai kwamba kinachokupelekea kushtuka haraka kabla ya kufa kwenye ndoto ni kwa sababu ubongo haujui nini kinafuata baada ya wewe kufa. Yani, unajikuta unashtuka ghafla, ubongo light. Ungejua kile kinachoendelea baada ya kufa ni rahisi na wazi kwamba ungeendelea kwa. Lakini ungeendelea kuota, lakini unajikuta unashtuka ni kwa sababu ubongo haujui. Ila wale ambao wanalishwa mambo ya kiimani sana, misingi ya kiimani makanisani, misikitini, kwenye movies, kwamba mtu akifa sijui anaenda mbinguni, sijui anaenda kuzimu, sijui anaenda wapi huwa ni rahisi sana kuota kwamba baada ya kufa niliona hivi niliona hivi kwa sababu ubongo unakuwa umekwisha kumeza ama kushiba nataka nikupe tu vitu vitu fulani hivi madini madini fulani hivi kuhusiana uli na ulimwengu wa ndoto najua unanielewa vizuri mwanadamu anatumia kiasi cha miaka sita kuota ndoto tangu unazaliwa mpaka unakufa yaani kwa mtu ambaye anaishi kipindi cha kawaida kama miaka sabini kwa utafiti unaambiwa muda ulioota ni sawa na miaka sita yani sio chini ya miaka sita Yaani ukijumlisha zile dakika, ule muda ambao umewahi kuota ndoto, ukijumlisha kwa pamoja ni kuanzia miaka sita. Kwa hiyo miaka sita ya maisha yako unaitumia, unayatumia ndani ya ulimwengu wa ndoto. Hivi unajua kwamba ndoto ni kama kioo? Ndoto ni kioo kinachoakisi na kuonyesha hisia zetu za ndani sana kuhusu ulimwengu huu ku. na si kwa ulimwengu huu tu, lakini hata pia kwa kwa, kwa ajili ya wale waliotuzunguka na ulimwengu usionekana. Hivyo, angalia ndoto yako kwa makini sana, maana huenda ikawa na sehemu ya kukunisha undani wako. Yaani ndoto ni kama indicator fulani hivi. Kumekuwa na maswali mengi sana, na wengi wamekuwa wakiniuliza maswali magumu na mazito, hususani swali hili: Je, kipofu anaweza kuota ndoto? Nataka nikupe majibu hapa, kipofu anaweza kuota ndoto na ufafanuzi wake upo hivi kwa wale ambao ni vipofu tangu kuzaliwa, wanaweza kuota kwa kutumia hisia za kawaida ambazo wanazitumia huku kawaida, kama kupapasa na kusikia. Yani kipofu macho yake kawaida yanakuwa yamefunga, lakini anakuwa na senses ama hisia za za za kawaida ambazo zinamuongoza kushika juu hapa ni kitandani. Sasa zile hisia the same ndizo hizo hizo zinazotumika kujenerate ndoto. Baadhi yao tu ndo wanakuwa wanaweza kupata na harufu kwenye ulimwengu wa ndoto, kitu ambacho hata uliye na macho huwezi kuota na kusikia harufu kwenye ndoto, si rahisi, yani si kawaida hivyo. Nerve system ileile tu ambayo inawasiliana na ubongo katika mawasiliano ya kawaida ili kumsaidia kipofu, ndio hiyo hiyo ambayo inatumika katika ndoto za kipofu. Wale ambao wamepata tatizo la upofu ukubwani, wanaweza kuona picha kabisa katika ndoto, hususani zile ambazo zinarejelea memory, yani kumbukumbu walizonazo kumbu, lakini ukiuhalisia watu ambao walikuwa wanaona wakiwa vipofu, wanaota ndoto za mfumo wa vividly, yani yani ndoto ambapo ni kama ni kama maono fulani, kama marinjirinji fulani hivi. Wale ambao ni watu wa kiroho, mnaelewa jinsi maono yanavyoonekana, si ndio? Sasa ndio wanapata ndoto za namna ile. Hmm. naomba nikukumbushe tu kwamba ubongo wako una uwezo wa kupata hisia kama kuna mtu anakuangalia nyuma yako au pembeni yako, na wewe hujamuona. Na hii ni sehemu muhimu sana, kwa sababu nikiongelea sehemu ya ndoto ninatakiwa pia niongele sehemu ya ubongo yani, there is no dreams without a brain. Hakuna ndoto bila ubongo, kwa hiyo lazima nigusie ubongo, nigusie ndoto, najua unanielewa. Basi bwana, ubongo wako una uwezo binafsi wa kutambua kama kuna mtu anakuangalia. na that's why kuna wakati huwa unageuka nyuma bila sababu au unageuka kuangalia eneo bila sababu. Wataalamu wa masuala ya paranormal activity wanadai kwamba, usiku unapolala, chanzo cha wewe kushtuka ni kuwa kuna mtu au kitu au kiumbe kinachokuwa kinakuangalia kwa wakati huo, na wanasayansi wanadai kwamba kitendo cha kushtuka usingizini ni kwamba ubongo wako unakuwa unatambua uwepo wa mtu kukuangalia wakati umelala. Ni ajabu kidogo, kisayansi ni ngumu ubongo wote kulala kwa pamoja, na ndio maana saikolojia inadai kwamba usipende kuongea siri yoyote ukiwa na mtu wakati huo, kuna mtu ambaye amelala karibu, ukazani kwamba amelala hawezi kusikia. Nakuambia hivi, ubongo una uwezo wa kukamata maneno yote na mtu akayapata, ila tu tofauti, anaweza kadhani kwamba ni ndoto, kumbe ni uhalisia. Akiamka anaweza akawa na idea ya yale mliokuwa mnaongea. Jiulize kwamba ukiwa mdogo hivi, hujawahi kuota unaitwa au unaamshwa na mama, unaitwa na mama au unaamshwa na mama, alafu kastukia kofi, kibao, teke, mfuniko wa ndoo. Kumbe ni mama alikuwa anakuamsha kweli, kadhani ni ndoto, unajikutana alio. Sasa kwa wale ma best friend ambao huwa mna tabia ya kusau ndoto, naomba nikusaidie kitu kimoja cha kisaikolojia na cha kipuzi, lakini kinaweza kukusaidia kukumbuka ndoto: kitendo cha kunywa maji, yani before ujalala kunywa maji, na baada ya kuamka, yani ukishastuka tu, kunywa maji tena kunaweza kukusaidia kukumbuka ndoto uliyoyota endapo umeisahau. Sasa nataka ushiriki nami katika utafiti huu ambao nakupa hapa. Nipo kwenye utafiti fulani ambao natamani kuufanya pamoja na wewe, na baada ya hapo nitakamilisha na kuja na majibu fulani katika video inayofuata. Maoni yako ni sehemu ya kuchangia utafiti huu pia. Kama unaweza kusambaza video hii, ili tupate maoni zaidi, au kwa au kama unaweza watag marafiki zako katika comment section ili waone hii tushiriki utafiti huko pamoja. Hivi, ushawahi kukumbwa na hali ambayo ukiwa umelala unaota ndoto na katika ile ndoto ukaona neno au ukaambiwa neno fulani na ulipoamka ukawa na uwezo wa kulikumbuka kabisa neno hilo, yaani una uwezo wa kulikumbuka kabisa lile neno, lakini neno hilo usijue maana yake na chanzo chake kwa lugha yako ya kawaida. Yani, katika Kiswahili ama katika Kiingereza neno hilo halipo, lakini wewe unalipata kwenye ndoto. Na neno hilo ukija ukiliangalia kwa kawaida au kalichambua ujui maana yake na ujui asiri yake. Haliyo meshawe kukukuta, nisaidie kutambua hilo na kufahamu kwamba linaweza kuwapata watu wangapi katika kumi pia. Unaweza ukashare nami katika inbox na kunieleza neno hilo kisha nitalichambua na kukuambia maana yake. Asante kwa kushiriki pamoja nami katika utafiti huu. Tunaendelea zaidi katika mtandao wa YouTube. Video hii kwa hapa TikTok itaishia hapa, lakini katika mtandao wa YouTube ukifungua, utaikuta video hii kwa urefu zaidi. Kwa hiyo utapeleka mbele mpaka hapo ulipoishia, kisha utaendelea. Mimi naitwa Windful, kumbuka, tuko asilimia moja tu ni follow kama bado, pia nenda YouTube ukamalizie utafiti huu na fakti nyingine kuhusiana na ulimwengu wa ndoto. Utafiti wa pili. Hivi unajua kuwa kuna maisha ndani ya mtu ambao maisha yao ni tofauti na haya ya kawaida, na maisha hayo yanadhihirika kwa njia ya, ya ndoto na utulivu ufahamu. Yaani kwenye ulimwengu wa ndoto maisha hayo ya kwako kwa ya siri yanadhihirika, na sio kwenye ndoto tu. Ukifanya meditation ukatulia, unaweza kugundua maisha hivyo. Ushagundua kitu kama hicho? na jambo lingine ambalo ni end game katika utafiti huu mfupi, hivi ushai kuota ndoto na ndani ya ndoto ukaona mji ama eneo na isiwe mara yako ya kwanza kutembea eneo hilo katika hali ya ndoto? Yani, kuna wale ambao mnaota ndoto afu, ukija kutembea kwenye eneo la uhalisia huko mtaani, unahisi kama ulishakuwa hapo, wakati hujawahi kuwa hapo, ama unahisi kama umeshakuota kwamba upo kwenye hilo eneo, lakini haupo kwenye hilo eneo kwa uhalisia, hujawahi kuwa lakini lilikuwa kwenye ndoto, lakini ndoto hiyo yenyewe pia ikumbuki. Sasa hii ni tofauti, yani hii ni pale ambako unajiota upo kwenye eneo katika ndoto, na hilo eneo limeshaikuwa pia kwenye ulimwengu wa ndoto, sio mara moja. Yani kwenye ndoto umesha kuliona hilo eneo zaidi ya mara moja, na ukifika kwenye hilo eneo unajihisi kabisa kwamba nimeshaikufika hapa na ninapajua hapa. Na sometimes ni mtu, yani sio eneo tu, sometimes ni mtu ambako hata ukija kuota siku nyingine tena katika ndoto unajikuta unapata mwendelezo wa ndoto hiyo ambao ulikwisha kuiota yani, unapata mwendelezo wa ndoto ile ile na mazingira yaleyale ile. Kwa mfano, yani umeota ndoto umekutana na mtu, si ndio, katika mazingira fulani, afu ukashtuka ile ndoto ika... mara nyingi ndoto za aina hizi zinakuwa neutral, yani inakuwa haikutishi wala ikugopeshi wala ikufresh, inakuwa neutral. Afu ukajikuta baada ya muda ukaja kuota ndoto ukamkuta tena mtu yule yule ambaye ulisha kumuona kwenye previously. Yani kwenye ndoto iliyopita ukamwona tena mtu yule yule the same ukaona kwenye mazingira yale yale tena the same. Oh my God, ukamwona mtu yule yule kwenye yale mazingira, alafu ukajikuta unaendelea kuota. Tofautisha na mtu jirani, yaani achana nao majirani ambao unawaota au kaka dada, yaani ni mtu ambaye hujawahi kumota kumwota au huna uhusiano naye wa karibu, lakini unajikuta unapata mwendelezo wa ndoto pamoja na m niambie hapo kwenye komenti. Natafuta mtu wa aina hiyo, natafuta mtu wa aina hiyo. Natamani kuwafungua watu fulani macho na mitazamo kuhusu kitu fulani kisicho na mwisho. Shiriki na mimi sasa utafiti huu kwa inbox au kwa WhatsApp. Naipitisha namba yangu katika screen hapo, ni check, alafu shiriki na mimi katika utafiti huu, alafu nikirudi, nitarudi na fact ambayo itasaidia watu wengi sana ambao wanapita katika hali fulani hivi. Asilimia 85 ya watu wamewahi kuota matukio ambayo yamekuja kujitokeza maishani baada ya kuyaota, na wengi hawana uhakika ilikuwa ndoto ama ilikuwa ukweli. Sasa naomba ni kuache hapa. Nataka uje kwenye comment, uje uniambie kitu fulani ambacho umekipata katika ndoto hii. Mimi naitwa Windful DG. Una channel ya pili hapa YouTube ambayo hii channel limeegemea sana kuelezea mambo ya spiritual na kutoa msaada wa kiroho kwa watu wa kiimani ambao wanaamini na imani sio kwa ubaguzi wa dini. Hiyo page ama hiyo channel inaitwa Moyo Adimu. Hem, jaribu kusubscribe katika channel hiyo alafu hapo tutaonana vizuri na kuongea vizuri, lakini leo tuishie hapa kwenye upande huu wa Windful DG katika swala la ndoto tukutane kwenye comment. Pia kama uko hapa YouTube, hujauniona kwenye mtandao wa TikTok, tembea kwenye mtandao wa TikTok kuna mengi ambayo wewe unayajua, mimi siyajui, kwa hiyo tunaposhirikiana tunaposhirikiana tunaeneza maarifa. You know what, sitafuti si, si, si, to be famous, kuwa maarufu. Ah, natafuta kuhabarisha generation, natafuta kujenga fikra, natafuta kutengeneza ufahamu ambao upo, upo, upo, upo katika mfumo ambao hauamuliwi na elimu ambazo tumekaririshwa ambazo hazina maana, na ndio maana nasema tuko asilimia moja tu.